Yani, ni simulizi ya mwanaume aliyeamua kufunguka kutokana na anayopitia kwenye ndoa, tofauti na ilivyozoeleka katika jamii. Mwanaume huyo ambaye alikuwa ni mchuuzi wa samaki kabla ya kufilisika, anajiona yeye si mkosaji, bali ndiye mwathirika. Ukatili aliodai kufanyiwa na mkewe kwa kushirikiana na binti yao wa kwanza wa kumzaa. Unyanyasaji wa kisaikolojia nayo hufanyiwa ni matusi kutoka kwa mke huyo niliyemsema na mtoto wetu wa kwanza, baada ya kuwa wamekuja na watoto wake wawili pale imeonekana wao wao kunibeza sana. Kwa takribani miaka ishirini na tano ya ndoa ya mwanaume huyo amedai kuvumilia mengi ikiwemo vipigo, kejeli, matusi pamoja na kunyimwa unyumba jambo ambalo jamii nyingi hulisikia kama hadithi ya kufikirika pale mwathirika anapokuwa mwanaume. Licha ya kupitia changamoto hizo, lakini hatusahau tukio aliofanyiwa na bintiye kiasi cha kutaka kutoa uhai wake. Mtoto aliongea kwamba, nimechoma taka ziko ujirani, akiwepo mgeni, kwa kunishambulia tena matusi ya ajabu. Jioni kaita kikao cha familia, wakaendelea kunibeza tu na kunikejeli vile vile. Hatua hiyo kweli sikuifurahia, hadi ni kuathirika kisaikolojia, kutaka kuchukua hatua mbaya, nitamani kutoka kabisa, maana ni jambo kuchukua kamba nijiuo. Na hapa chanzo cha ukatili huo kikaainishwa, ambapo pia mkewe amekiri kufanya hivyo kutokana na kipato na madai kukosa mahitaji muhimu kutoka kwa mmewe. E, kiuchumi imechangia kiasi kikubwa, na hizi ndoa nyingi huwa zina, huenda zinapata changamoto ya hivyo. Maana nimegundua uchumi ukishuka huwa kuzauliwa kupo. Nilishirikiana naye tangu mwanzo wa maisha, lakini imefika kipindi nikajiona kama nilikosea kule kushirikiana naye, nimemdumaza kwa sababu anajua kwamba afanye kazi asifanye chochote kile kinapatikana kwa hiyo ndio imefikiri imechukulia kupata mgogoro, baada ya kuona kwamba nina msii kwamba sio vizuri, natakiwa tusaidiane tushirikiane. Siri ya uvumilivu wake hadi sasa kwenye ndoa ni kutokana na elimu aliyoipata juu ya madhara ya ukatili wa kijinsia simaujata nakaii walinijenga na, na kweli nikawa na badiliko bila wao nafikiri haya na tunaongea tusingekuwa hapa, aiza ingekuwa jera, aiza aiza, kufuma aiza imesha ua au kuwawa, kwa hali iliyokuwepo au iliyopo. Baba huyu ame alinitafuta, baada ya kunitafuta na jambo kubwa ambalo ameniambia mwanamke anaenda anamdhalilisha kwa wanawake wenzie kwa wanaume, anapo yani sehemu anapokaa, hana kipimo cha maneno mke wake. Lakini pia hata mtoto, sijui anapata wapi ujasiri wa kumtukana baba yake. Lakini pia baba, mtu anapomwadhibu mtoto, mtoto anamrudishia, yani mtoto anakuwa na ujasiri wa kupigana na baba. Hicho kitu kimetuumiza sana, na tumeshirikiana naye vizuri kumjenga na mpaka amekaa sawa kiukweli alikuwa ameathirika kisaikolojia kwa, kwa mkoa wa Geita hali ipoje juu ya ukatili dhidi ya wanaume kama asilimia kumi tu uh, ya matukio ambayo yameripotiwa kwa upande wa wanaume ukilinganisha na upande wa wanawake na watoto naweza ukaona ni machache ni kitu gani kinachopelekea uh, wanaume kuto ripoti sasa sababu zipo uh, ya kwanza naweza nikasema kwamba wanaume wanaona aibu kuripoti haya matukio na hii inawezekana kwa sababu ya mila na desturi, kwa maana ya kwamba ule mfumo dume ambao upo kwenye jamii kwamba mwanamume ana nguvu. Sasa linapotokea tukio kwamba amepigwa na mke wake, anaona aibu kuliripotia. Lakini vile vile jamii uh, haitoe ushirikiano kwa wanaume ambapo pindi anapofanywa lile tukio la ukatili, anapomshirikisha a jirani yake, rafiki, ndugu, kwamba anamkatisha tamaa kwamba sasa umepigwa tunaweza tukajiuliza, ni hatua gani zinapaswa kuzingatiwa ili kudhibiti matukio ya aina hii ya ukatili kwa wanaume ndani ya ndoa? Mimi ni Esther Sumira, na hii ni habari wikiendi <mulia>